Kitu chochote kikipita mipaka, nasema Waarabu inqalaba ala didi, kinakuwa kimebadilika something, kikiwa ni kikubwa. Yani, Too much of something is poisonous. Yani kitu kikizidi mipaka inakuwa kinageuka kinakuwa tena si, si kizuri. Hata chakula inakuwa sumu kile chakula, na kitu chochote maskhara yakiwa mengi, maneno yakiwa mengi kila kitu kikiwa kingi kupita kiasi kinakuwa sicho tena. Kwa hiyo khairul umuri ausatuha, mambo mazuri ni yale kati na kati, kama tulivyokuwa sisi. Allah anausifu ummati Muhammadi anasema, wa kadhalika jaalnakum ummatan wasata, sisi umma wasata, mambo yetu la tafrit wala ifrat Ye, hakuna kupindukia mipaka ghuluu wala hakuna kukidunisha kitu usikipe haki yake uko kati na kati hiyo ndio maana yake dini yetu ni dini ya wasata litakunu shuhadaa ala nnas wayakuna rasulu wa alaikum shahida kwa hiyo unatakiwa wewe uwe unapima mambo yako yote